Ma baby unataka nini? Uyo nani? Haya, haya, <laughs> eh? Ah, Urafiki? Wa watu urafiki? Mm. Si wanakuwa baadaye wanashindana kifedha, unajua urafiki wa watu, wa watu maarufu mm, una vitu vingi sana vinakwamisha urafiki kuwepo unataka sababu ndio eh, leo unatoka sehemu labda, unatoka kwako na kwenda. Kwa mfano, tufanye tufanye msanii A na msanii B. Mm. wote wanafanya muziki lakini pia ni wa marafiki washikaji, so msanii A anatoka nyumbani kwake anamfuata msanii B kumtembelea. Anapofika kwa msanii B anakuta msanii B kwanza nyumba yake ni nzuri, ana mafanikio, kapatengeneza kwake kunavutia, ana familia iliyo njema. At the at the time ambayo mnakaa kupiga story muda wote, anapigwa simu za madili. Alafu wewe msanii A, hey, ambaye unafanya kazi kama msanii B ya sanaa ya muziki hmm. ye wewe hupigiwi simu, hupewi madili na nyumbani njaa moto, uko pale pale, hauko pale pale, unadhani kibinadamu itakuwaje? lazima kuingia jelasi. Kuna jelasi itatengenezwa, na hiyo jelasi inafanya marafiki ambao wanafanya sanaa ya aina moja mm, kuwa hawadumu sana, yaani wakikaa sana miaka miwili mwaka mmoja wamemaliza. Baada hapo kila mtu anafanya maisha yake, atafuta rafiki mwingine mm, na mara nyingi rafiki ambaye atamtafuta ni rafiki ambaye yeye kamzidi kipato au kamzidi uwezo fulani mm, iko hivyo. Tuliona kipindi kile kwa madamu Madamu Tanzania sweetheart eh wema eh aliteseka sana marafiki mara huyu mara huyu e, huyu huyualo ingine mpaka kutoleana thamana bado yani mambo kama hayo sinalo vizuri sasa mm. hivi imeonekana kwa kwa Nandy kwa Nandy mm. eh Nandy kafanya nini <laughs> Maana, huyu Nandi hui. Tuna, tunaelewa ama tunajua besi mkubwa wa Nandi besi friend ni Gladness Kifaluka, Kifaluka aka yeah. mm. mama wawili mm -hmm. na pia kampani yake nyingine tulikuwa tunaona iko na amiga amiahata yeah, vizuri, mm. afaima mm. vitu kama hivyo. Yeah, washikaji ndio. Sasa sahivi tunamwona tena Nandi ana hang out sana na Lina Mm, Lina Sanga. Lina Sanga. Kitu ambacho watu hawajategemea nikakaa nikajiuliza nikasema, uenda ni sahihi kwa sababu wa watu wa walikuwa wote THT labda, okay. Pia huko nako walikuwa karibu japo karibu, labda haukuwa kivile. Jua kuna wakati pia unaweza kaa na marafiki fulani afu ikatokea levo yako imebadilika, lazima mm. utafuta watu wanini wa levo zako, ndivyo ambavyo a alivyofanya Nandy kwa sababu ukiangalia levo za Greatness kifaruka nazo ni levo za ana maisha hmm, ana maisha ana iko vizuri kwenye mjengo mzuri na hivi karibuni tuliona mjengo wake umekamilika vizuri ana, yani maisha yake ni mazuri. Eh, Gladness iko vizuri. Sasa tunajiuliza nini kimeingia katikati hapo, kwa sababu hatuwaoni tena karibu Gladness kifaruka pamoja na nani? Urafiki ule haupo kama zamani yes, hmm, nini, chuki ama nini? Nini, ndugu yangu. Sawa. Sasa tunajiuliza sasa hivi nani na ndege mna na wapi, na wapi. <laughs> hmm? Kiangalia ni levo bado levo kimaisha kimuziki, yani, kitabia yani, yani na, na, mkubwa kuliko Nandi ni mkubwa kimuziki japo Lina alianza kujulikana mm. tunakumbuka mm. Lina alianza kujulikana kabla ya Nandi, lakini sasa hivi Nandi ni mkubwa kimuziki kumzidi Lina, sio kimuziki hata kimaisha mm. Wewe, ah, sawa jilipuwe. Basi mimi ni uh, mtazamo sawa, ushikaji wa Nandi na Lina hmm, pengine unaweza hmm, kutengenezwa na background zao za maisha okay, kwa sababu na, uh, tunajua Lina alipita THT hmm, na wote wote wote wote wale ujue, ni, ni wote wale ni, eh kuimba imba kama kanisani hivi ht chechigeo huko. Sawa, Lina katoka THT, lakini pia Nandi alipita THT, so ni wote wote ni zao la Tanzania House of Talent mm. Tuanzie hapo. Kwa hiyo pengine kuna watu ambao waliwaunganisha yani, katika historia zao za kufanikiwa, kuna watu walikutana nao, yani similar people, mi nakutana yeah. na huyu, na baada ya kuja kukutana naye kwa stories zinakuwa zinanoga pengine tukizungumza, lakini pia um, mi sidhani kama urafiki unapangwa, unapangiwa eti usiwe na mtu fulani kwa sababu huko naye sawa ki, ya kifedha mm, au kimuziki umemzidi. Sidhani urafiki kama huko hivyo, na ndio maana nikasema kauli ya mara ya kwanza, marafiki wengi wakishaona rafiki fulani kama hajanizidi basi nafanana naye kila kitu, kuna mm, muda anatamani yeye awe juu afu rafiki yake awe ya chini chini, kwa unakuta rafiki wake na huu rafiki wake ambaye, wa sasa hivi ambaye wanafanana au kamzidi wanatengana yani, kila mtu afanya ya kwake, alafu yenda kutafuta rafiki ambaye anamzidi ili yeye ndo awezi kumcontrol huyu rafiki yake mpya. Sa pengine nani kazingatia hicho, au kuna kitu lina anacho alafu watu kama kina gladness hawana kitu gani? Kwa mimi, mimi simfahamu sana lina sanga hmm, lakini personality yake kama mwandishi wa habari sasa, naizungumza mm. wakati nakutana naye labda kwenye interviews au kwenye matukio, ni mtu ambaye namwona kama yuko charming, yani hajisikii, hana mambo mengi, hana, hana, hana makuu hana makuu. hana sifa za mitandao. Nakumbuka kuna siku moja tulienda kufanya interview, ilikuwa ni usiku mm. Masaki. Tulikuwa waandishi wa, wa habari wengi, kuna wasanii ambao walikuwa wameandaa letukio lao Of course waandishi wa habari wanapokuwa wanakuja kwenye tukio lako mm. sometimes huwaaliki, mm. huwaiti, lakini kwa sababu ya kile ambacho wewe unakiprovide kwenye interview zako, au ukiwa na una perform pengine waandishi wanapenda, yeah, sure. au waandishi, waandishi, watu wanaofuatilia vyombo vyao vya habari wanapenda habari zako mm. wanapenda mm. stori zako, so sisi waandishi tukaenda, lakini kwa bahati mbaya alikuwa ameandaa ile tukio, alikuwa hajaonyesha hajaonyesha ule urafiki baina yake na waandishi ambao wamemfuata, yani, yeah. kama lugha nyepesi tu kwamba aliwavimbia waandishi wandi. Lakini kati ya watu ambao walikuwa wamefika pale kuhudhuria kwenye ile tukio lake, alikuwepo na Lina Sanga mm. Lina alifika kama mgeni lakini just imagine. Lina nilikuwa namwangalia watu walivyokuwa wanafika yani walikuwa wanafika, baadhi ya masta wakimwona Lina anamfuata pembeni. mm -hmm. Oh, yani, e, na ka yeye ndo akainuka kuja sehemu ambayo e, waandishi wakikaa naye itakuwa ni sehemu nzuri na kelele zitapungua so, kawaheshimu wale waandishi wamefika, unamuuliza anakujibu. It was a good interview. Kwa hiyo mimi kwa hiyo mimi na kwa personality alinasanga anaweza kusema ni mtu ambaye hajisikii; yuko charming, friendly. Pengine pia Nandy amekiona iko kwa Lina na ndio maana uh, hasa katika kipindi hiki ambacho familia imepitia mazito. E, eh, familia ya Bilnas unajua, imetia yeah, mazito duka la electronics kule na nini vyote hivyo, mm, so pengine mtu kama yeye ndo akumliwaza au kumfariji mshikaji wa karibu, wanazungumza pengine, inaweza ikawa hivyo, unajua. Okay. Ryo, marafiki wengine ni ni, ni wa furaha tu. Kwa kombe, una hisi marafiki zake nani kwenye matatizo wamemtenga, inawezekana pia akaamua kutafuta uh, faraja kwa watu ambao mm, faraja inawezekana sio kuitafuta, kuna mtu alimpatia faraja. Yani kwa kombe, kuna kitu nani cha kujifunza, eh, na marafiki sio. Mm. Mm. Marafiki wengine noma, mbaya zaidi ukiwa na rafiki wakati mnaanza u umemzidi levo, afu wakaja kakuzidi levo, lazima avimbe kichwa. Ndivyo inavyokuwa, kwa hiyo ni bora turudi kwenye zile levo zako mwenyewe. Lina ndio levo ya Nandy, ndo levo yake, ndo levo yake kwanza. Lina hata kwenye muziki uko vizuri, kile ni kipaji. Natoa ngoma pamoja Lina na Nandy, itakuwa itakuwa balaa. Kwa hiyo mimi na, natamani pia kama Nandy kaanza kuwa hivyo, basi ajitahidi kutengeneza ule, ule ukaribu na Lina hadi kwenye kazi mm, mm. kufanya kazi ya pamoja, ya kazi ya pamoja. Mm. Itanoga sana kwa sababu wote pia wamepitia uh, tuisheni ya, ya pamoja. Ile ni tuisheni, ile ni yeah. shule kile mm. ni chuo ile mm. ni sehemu ya mafunzo wote. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo wote sure. yeah. kwa pamoja wakivichanganya vinatengeneza ladha nzuri sana. Kwa hivyo huenda pia tutegemee kazi nzuri kutoka kwa Lina na Nandi ndio mwanzo ukaribu wao. Sawa, tutegemee mm. kazi zao na watu ambao wanaimba vizuri, lakini nikumbushe tu ya kwamba urafiki kama uwalimu, urafiki ni wito. yes. mm. hamna kulazimishwa eh, urafiki ni wito, na ukiona rafiki hakufai usiogope kwa chana naye mpotezeni, kama ndoa tu, ukiona mume hakufai vunja ndoa, move on, move on, tafuta mwingine na Mungu atakupa tu rafiki. anakula ujala rafiki gani, achana naye bwana. Shoutout za nguvu kwamba tayari umesha subscribe hapa na commentisha, una like, una share, una comment hivo, na commentisha zaidi zaidi. Uzuri wa wana gossip, tunakupatia vyote yani yeah yan mm, vyote unavipata kitu ambacho roho yako roho inapenda, alafu sisi sio wachoyo wa maoni ah. tunakuruhusu tuna jimwaya mwaya kwenye uwanja wa comment, wewe andika tu maoni yako hapo na commentisha ukiamua kukomenti kuhusiana na mada, ukiamua kukomenti kuhusiana na watu ambao unaona hapa, comment comment comment tu ndugu yangu, as as long as comment, just comment <laughs> be free. Hata pia kutufollow kule Instagram 69 media, yeah. TikTok ni hivyo hivyo, vitu vizuri viko kule mm. kikubwa pia ukifika huko, una una share una like, mambo yanakuwa yente yente ya. Shukrani sana by the camera ni Mawala Vision. Yeah. Sister sign out. Bye bye.